Halo. Yes, kwa majina naitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi. Naomba niweze kusaidia, ndugu yangu. Unasema eh, kuna watu wanakupigia kelele uh-huh. Tutatuma maafisa wetu wa mazingira waweze kuchukua hatua na mimi pia nitakuja hapo mtaani niweze kufuatilia kwamba hatua imechukuliwa. Halo. Yes, kwa majina anaitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa mazingira gatuzi la ne. Eh, hey, ni katibu wa huduma. Eh. Hey. Sorry, sorry. Eh, kwa majina anaitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi. Naomba niweze kuhudumia. Unasema bwana kama amekupiga? Amekuumiza sana. Uko wapi, nituma ambulance iweze kupeleka hospitali kisha tafuatilia aweze kuchukuliwa hatua. Hey. Eh. Sawa. Tutachukua hatua, natuma ambulance sasa hivi ije hapo majengo. Halo? Yes. Kwa majina naitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi. Naomba niweze kuhudumia ehe. uh -huh, wasema kuna mtu anajenga na ameangusha ukuta wako hapo Parklands. Sasa, sawa. Nitatuma maafisa wetu wa planning waweze kuchukua hatua na pia mimi mwenyewe nitakuja hapo mtaani niweza kufuatilia nihakikisha kwamba umepata usaidizi na umehudumiwa. Asante dada. Yes um, kwa leo mnanitazama, kwa majina naitwa Geoffrey Musiria, katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi. Hapo awali nilikuwa katika sekta ya afya mala kisha nikaletwa katika sekta ya mazingira na sasa hivi nimeletwa katika hii idara ama wizara ya huduma kwa wananchi, public participation, citizen engagement and customer service. So nataka kuambia wananchi wa Nairobi kwamba sasa nitakuwa sasa na wadumia kila mahali. Hapo awali nilikuwa naangalia tu mazingira, lakini kwa sasa nitakuwa nakupokea complaints zenu zote na Nairobi. Iwe ni complaints za planning kuna mtu anajenga mahali haruhusiwi, piga simu ambayo tutawapatia. Kama ni mtu amebomoa ukuta wako anapojenga, piga simu tutakuja tuchukue hatua tutatuma maafisa wetu wa planning na wa environment waweze kuchukua hatua. Kama ni mtu anachafua ama anafanya illegal dumping, piga simu, ponyesha. Ulitaka kupata Mosiria utampata na tutatuma maafisa wetu wachukue hatua na pia mimi mwenyewe nitaja kwenye mtaani pale nianze kuwasikiza pia, tujue kama ni jambo ambalo tatuliwa pale mtaani. Customer service sio tu wananchi wa Nairobi tunasafu, even our own staff, Nairobi county staff, askari wetu wa kanjo, madaktari, nurses, every person, wewe ni engineer, nyinyi wote walimu, leta complain zenu, nitasikiza na tutasuluhisha. Kama mko na shida, leteni hapa complain nao to me sasa niko hapa kuwasikiza. Kama ni vijana wetu ambao waliajiriwa juzi green army, kujeni hapa leta malalamishi yenu. Kama unasumbuliwa pale kazini, leta hiyo complaint, tutaando tutaando na pia tuta protect your privacy, ta confidentiality, kila kitu. We have to protect you. So, first we must prioritize our employees by listening to them. We have to listen to all staff. Kabla wananchi walalamike juu yenu. Ndio kwanza na nyinyi mnalalamika ile mnapitia, na hata nyinyi mnalalamika vile wananchi wanawaandon, ndio tuwa guide tuwa advise, na pia mjue our clients are always right. Hata kama client amekutusi usimtusi back, msikize, mwelewe. Watu wengine wako na stress, mtu akija wako wanataka service, every person anaona yeye yake ni emergency. Unawasikiza tu in that order, unaelewa. Na pia tutumie ile lugha ambayo ni ya heshima ili tuweze kuishi vizuri na wana Nairobi. Kama ni mahospitali zetu na madaktari wamelala ama hawapo kazini, nas wapo kazini, kazini, nitakuja tu, nitafuatilia itafuatilia, siku sikukaa kwenye ofisi kama katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi, nitakuwa nakuja pale mtaani nikuhakikisha kwamba serikali inakuhudumia na pia nitakuwa nasikiza maoni yenu, naleta kwenye serikali, tunakaa chini, tunatatua. Pia nataka kuambia kwamba hata wale hawkers ambao mnafunga maduka za watu wakituba complaint, itatoka kwenye ofisi pia. Mimi nitaenda pale na maafisa wetu, nitawaambia wale wanashughulikia wawe pale waweze kudumia. Na pia futa rekodi, wale walisema kwamba kamera kazi yake imeisha. Sasa ndio kamera inahitaji inaita, kamera mpya kama mbili sasa za sa kazi kwa sababu sasa ndio tunataka tuelekeze, kama ni project zile tunafanya kama serikali, iwe ni masoko iwe ni barabara sasa mimi ndio nitakuwa nakuchuza, nitakuwa nakuwajulisha, kuwajulisha na waelekeza na waonyesha, nitakuwa na showcase watu ya doing as a government, so that you need to know what we are doing as a government. Kila siku nitakuwa napea update ile kazi tunafanya. Pia nataka niwaambie kwamba ukisumbuliwa, kama umekuwa haras na afisa wetu, piga simu wale wanapenda kuchukua ongo. Maafisa wetu ni wazuri sana, kaanjua wachukuangi ongo Maafisa wakanjo hawaitishangi kitu, wa huwa wanapewa, na ukimpa wewe ndio mwenye makosa. Usimpe. kama amekushika mwambie, nipeleke kotini. kama ni mjengo haswa, mtu anafanya construction ama unafanya excavation ama planning, bado unajenga, maafisa wetu wakija, na ukiona kwamba hawa, uko na kila kitu, piga si, picha kwanza, piga picha yao maafisa, nichukulie hiyo picha, ukiaradi uko na evidence ama video weka CCTV. Hatutaki mwananchi wa Nairobi akue harass na afisa. Tunataka afisa kija na kusalimia, habari yako ndugu, naomba nikuhudumie, vile nilikuwa na ni nawasalimia na nikiwa kwa mazingira na kunya kwambia, habari yako ndugu, naomba nikuhudumie niku, niku. Kama ni wewe uko na matatu uko na gari ya kibinafsi, fuata sheria usishiku kuanza kupiga simu hati ume, ulikuwa ume, umepata wrong side, unataka usaidiwe. Kama umepaka the right side, na ukue harassed, piga simu. Kama wewe ni wa boda boda, fuata sheria. Ukienda wrong side ama usimamishe mahali ya ruhusiwi, utachukuliwa hatua, usipige simu ati umeshikwa kwa wrong side a, -a. Lakini ukishikwa kama uko at the right place, piga simu, tutakuja tuwapatanishe na huyo afisa, tufuatilie hata kama ni kuangalia kwenye CCTV, tuone nani ako on the right, we shall do it. Wa matatu pia hivyo kwa hivyo mimi nataka ni nihakikishe maafisa wetu wa kaunti wanashirikiana na wananchi katika service delivery. Na wapatanisha kila sekta anakuja na wapatanisha na waelekeza na wapea information. Mnajua ile kitu tunafanya, tukinasikiza malalamizi yenu, tunapatia technical officer anakuja na waelekeza. Hii kazi nitaifanya. Mimi najua kufanya kazi katika wizara zote za Nairobi, sasa nitakuwa pia najifunza nikijua ile inaendelea kule pia nawaelekeza. Kama umeibiwa shamba, pia piga simu. Kama kuna mtu ameiba shamba lako pale mtaani, piga complain, njoo kwenye ofisi, tukupatie maafisa wetu wa land, na mimi pia nitakuja pale na tuta document na tuta expose yule mwizi, tumweka kwenye mtandao hadharani, hivi wananchi wajue mwizi wa mashamba ni nani. Kwa hivyo hii sekta ni kubwa zaidi kwangu mimi. Kuna wengi wanaona kwamba ni ndogo, lakini kwangu mimi naona ni sekta kubwa sana ambayo itasamu Nairobi na Kenya mzima, kwa sababu Nairobi ndio the center ya watu wote, wanakuja kutoka all parts of uh, Kenya wanakuja na Nairobi, so nitawahudumia nyinyi wote wa Kenya, na pia nataka kuambia kwamba shida zote ambazo uko nazo, tutawapatia namba ambazo sasa mta tuma hizo complaints zenu, na tutazitatua na mimi, kama katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi, sitakuwa nakaa kwenye ofisi nitakuwa natembelea service delivery points zetu zote za county, ikuwe ni mchana ikuwe ni usiku. Unajua, mimi napendanga kazi usiku, na usiku ndio watu wanalala. Kama ni hospitali tatembea hata hiyo usiku. Na pia nataka kuambia maafisa wetu wale ambao hawakujangi kazi, sasa haja kuza haja anza kuja kazi, mpeane services. Wale ambao mnalala usiku watu wakiteseka, kama ni hospitali, madaktari, health centers, dispensaries, nitakuwa nakuja usiku na hakisha mnaserve those Nairobians. I I have have to to make make sure sure that Nairobians get value of their tax. I have to make sure niko kwa ground, nikiwasikiza malalamishi yenu, nachukua maoni yenu na ileta kwa serikali. Tunakaa chini na wale makatibu na mawaziri na pia tunaelekeza enge wengine kwa gavana ili tunapata sumu kwenu, kwa sababu tuko hapa kuwahudumia. Tumepewa hii kazi tuwahudumie na gavana. So all I'm appealing is that Nairobians ia e, usipeane ongo ndio uweze kupata service. Na wale ambao wamezoea kuchukua ongo, sasa naomba ifikie mwisho, utegemee mshahara ambao unapata ikutoshe hiyo yenyewe. Kila mtu ategemee mshahara wake, vile mimi nategemea mshahara wangu, tusonge mbele. Wale mnaenda sijui, unaenda huku, unaanza kuarasiwa, unaambiwa toa hiki kidogo ndio usaidiwe. Hapana. Sasa ukiitishwa hiyo kidogo ndio usaidiwe, piga simu, mimi nitakuja kwa ground ndio tukusaidie upate hiyo service free. Na kama ni afisa wetu anaitisha, tumwambie ategemee mshahara wake. Na kama kuna mtu anataka kukuarasi pia, mpige simu. Kwa hivyo complain zote za Nairobi shida zote zilete hapa tuelekeze muweze kutatuliwa na maafisa ambao wamepewa kazi katika gatuzi la Nairobi. Hayo tu kwa leo. Nawapenda, na tuanze kazi, tuende kazi, tusafishe Nairobi, tuhakikishe hewa ni safi, tuhakikishe kila kitu iko sawa, tuhakikishe magari zinapita vizuri. Complain sasa, kila kitu kiwa sawa, hata mimi nitapumzika. So kila mtu afuate sheria ili Nairobi iweze kuwa ni jiji la kujifunia.